Ifuatayo ni mistari kumi ya Biblia kuhusiana na imani. mm -hmm. Karibu uangalie video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuiona mistari hiyo, lakini kabla hatujaendelea, basi usisahau kusubscribe channel hii ha, na Mungu akubariki. wa Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba neno la Bwana linasema basi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa saba neno la Bwana linasema maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa sita neno la Bwana linasema ila naaombe kwa imani, pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa kumi na moja neno la Bwana linasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba, alikuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabia yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Matayo sura ya kumi na saba mstari wa ishirini neno la Bwana linasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradai, utauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka; wala halita wako neno lisilowezekana kwenu. Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa sita neno la Bwana linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Zaburi sura ya 37 mstari wa tano neno la Bwana linasema, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Warumi sura ya kumi na tano mstari wa kumi na tatu neno la Bwana linasema, basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini pate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Waibrania sura ya kumi na moja mstari wa saba neno la Bwana linasema kwa imani, Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina, apate kuokoa nyumba yake na hivyo akahukumu akahukumu makosa ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa nane na wa tisa neno la Bwana linasema naye, mwampenda ijapokuwa hamkumwona; ambaye ijapokuwa hammwoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu yaani, wokovu wa roho zenu. Aa, basi, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Gospel Shine, ah, hiyo ndiyo mistari kumi ya Biblia ambayo inaongelea masuala ya imani. Iko mistari mingi sana. Ehe, ukisoma Biblia ambayo inakuwa inaongelea masuala ya imani, lakini mimi nimeweza kukuletea mistari hiyo kumi uh, kwa siku ya leo. Basi mimi nipende kukaribisha sana kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe lakini pia kuacha maoni yako hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu pale tunapokuwa tumechapisha video zetu. Basi mimi nipende kukaribisha sana, na nikutakie wakati mzuri. Mungu akubariki, asante.